Asante sana. Jina Yesu Lawyer, si account Constituency. Yesu Lawyer, Sigombe Ward. Asante Mr. Speaker. Oh, nimeingia kwa floor. Naenda kwa mada. Mada ya kwanza. Mr. Speaker, uh, sijui nini inafanyika hapa na Ruto. Mimi kama ningekuwa uh, kama ningekuwa governor wa Nairobi, singerudisha hizo vitu eh, true that, ningekaa ngumu nayo, ningekaa ngumu sasa. Anaji, anajaribu kutuambia kazi imemshinda Bwana Sakaja. uh, sasa unajua kuna wamama walikuwa wanakuimba kama kama songs kama hizi za church au wamama, utafanya namna gani? Kwa sababu umetuonyesha kazi imekushinda ndugu yangu. Mbona unabeba mkono mapema na bado ulikuwa ulikuwa umebaki na karibu Uh, 16, ma 16 months sasa, wewe umerudisha Nairobi, imekushinda sasa. Salary utakula namna gani ama utalipwa namna gani? Mimi naambia mamcs, sasa mko na kazi. My MCS wa Nairobi, na kazi mamcs wa Nairobi, pangeni nafasi muende kwa assembly muimpeach huyo jamaa aende nyumbani, ameshabeba mkono pa ma mapema ati kazi imemshinda. Ha, ali consult nani ama amerudisha tu hizo vitu hivi? Ni kama ameuza Nairobi already. Sasa bwana Sakaja, kitu yenye umefanya hatujafurahia kama sisi wananchi. Asante, naenda kwa mada ya uh, bwana Sifuna. Mr Speaker, uko wapi na unatembea wa si ukuje huko. Asante. Mr. Speaker, nataka nikuone hapa. Nataka nikuone hapa. Mr. Speaker, nimeona saini karibu 30 minutes, watu wa ODM ile ODM ile wale broker wamefukuza Sifuna. Asante kufukuza huyo jamaa, lakini mjue msipochunga mutabaki nyinyi peke yenu kwa sababu wanainji wamechoka. Munasema ya kwamba tuseme tutam ni hebu ebu kuja ama tuma hata drone ikuja hapa Jakaranda, muone vile watu wako na njaa hapa, hata hao watu watutam wako na njaa, wanasema tu kwa sababu hawana mali wakuenda. Unaona, Bwana Speaker, wakuje waone. Sasa nyinyi watu wa ODM, nimesikia ama nimeona mumeambia mume Sifuna aende nyumbani, sawa. Sifuna Order member. Order member.

Nyinyi msipochunga sisi kama wananchi, mtaenda kwa, mtaenda kwa William Ruto na ile, ile mapera. Hata sio machunga ile mapera ndogo, lakini machunga imebaki na wananchi. Asante. Sasa mimi nasema ya kwamba Sifuna, shikeni mkono shika, shikeni mkono rengo. Sifuna usoti, mimi najua Leo watu wetu majirani, masemeji kutoka hapa juu wamekasirika, na najua hakuna mtu mwenye atatoka huku juu, wanajulikana. Sasa kusema, watasema mimi ni mtu wa ukabila. Nyinyi masemeji, mtoto wenu wamefukuzwa. Sasa nyinyi mpige block, ikuwe kwa one time, one time, hakuna mchezo. Ile kura ile iliyopati imebaki hiyo bado sisi mumefukuza Sifuna na sisi, kama wanainji sisi tutabaki na huyo Sifuna na hawa watu wengine, kwa sababu tunapenda hii, hii linda wanainji. Naenda kwa mada ya mwisho. Nimeona hii mambo ya nyota, Bwana Spika, mambo ya nyota ninaona mambo ya nyota bwana rais, amewacha paka wavijana. Sasa anapea kila mutu aangalii, eh, bora uko na ID, na hapo nyuma nilisema ya kwamba ta, ka, kabla ujapata hiyo nyota wanachukua ID, wanaandika wanachukua details yote, unapiga kura na ujui, kijana unapiga kura na ujui. Sasa mimi naomba bwana Ruto sijui utafanya namna gani, ndugu yako. Hata wewe ukiangalia utarudi. <laughs> Maybe uwe kila mtu hapa, utarudi ndugu yako. Asante.